Kwa siku ya leo tumefanya doria katika mito yote mikuu inayoingiza kwenye mto Ruvu. Tumeanza na mto, mto Kibangile na mto Kinole ah uh, halikadhalika tumekuja mto Mvuha na unapounganika na mto Mtombozi. uh, hii yote inachangia pia maji katika mto Ruvu, pamoja na kwamba kuna wadau mbalimbali wanatumia maji kwenye mto huu ikiwemo Ruasa na watumiaji mbalimbali kwa ajili ya shughuli za majumbani tumekagua mto huko katika hali nzuri na maji yanatiririka kuelekea kwenye mto mkubwa Ruvu, na kiwango cha maji kinachopita katika, katika mto huu ni kama lita mia nane. Hali ya mito huku kwenye safu za milima Uluguru, uh, mito iko katika hali ya, ya kawaida kwa maana ya utiririshaji wa maji kwa maana hauna hakuna uchepushaji wala upotevu wa maji, japokuwa uh, ukiangalia kiwango cha maji kilichoko mtoni Uh, sio kiwango himilifu kulinganisha na mahitaji ya maji kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Uh, kwa ujumla ya hii mito ina wastani ya lita elfu tatu mia moja kwa sekunde ambazo zinatiririshwa kuelekea mto mkuu Ruvu. Unaendelea kutoa rai kwa wananchi tunaoishi karibu na mito kuhakikisha kwamba tuna tii sheria kuhakikisha kwamba vyanzo vyetu vya maji vinaendelea kuwa salama bila kuwa na shughuli zote haribifu. Hatua mbalimbali tumeendelea kuzichukua kama taasisi kwenye maeneo mbalimbali ambayo yameonyesha kuna changamoto, hasa vijito vidogo vidogo ambavyo vimekuwa na mazoezi ya, ya uchimbaji wa madini ambayo tumeendelea kukabiliana nao na kuwapa elimu kwa shughuli wanayoifanya. A, kiujumla hali ya mito a, mito bado iko himilivu kwa, kwa upatikanaji wa maji japokuwa haukidhi mahitaji yalivyo kwa sasa. Naendelea kutoa rai tu kwamba tuendelee kuwa watunzaji wa, wa na mabalozi wazuri kwenye kutunza vyanzo vya maji hivi sasa. Mito yetu iko salama, kwa maana hakuna shughuli za kibinadamu zinazofanyika kwenye, kwenye safu za milima Uluguru mito inayotiririsha halikadhalika uh, mto wetu mkuu Ruvu. Hivi tunavyoongea hakuna, hakuna uchepushaji ambao unaendelea, na doria tunaendelea nao usiku na, na mchana.